Hii ni wadi ya Sabaki eneo la Mtangani, ambapo mahali hapa ni kimoja cha vile vituo ambavyo siku ya kesho kutakuwa na uchaguzi wa kumchagua mbunge wa eneo hili, na tumepata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hili, wakitupatia baadhi ya yale mapendekezo ambayo wangependa baada ya mbunge wao kuchaguliwa akapate kuyazingatia, na walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na hiyo by election ya kesho. Mi tunaomba Mungu kuwe na amani, kusiwe na vurugu yote, na tunasikia na, kwamba kulikuwa na hizo tetesi za kwamba wabunge ama wale wa, wanasiasa wameenda wakawahongana wale ofisa wa IEBC. Hiyo sisi tunataka ni amani, ili tu hizo kura zikipita tuone yule ambaye amechaguliwa ili afanye kazi kutokana na matakwa ya wananchi wa eneo bunge la eneo Magarini. Yule ambaye atachaguliwa, tunaomba aweke msisitizo sana kwa mambo na sport. Kuna maeneo mengine kama eneo la Mtangani, vijana wamejiingiza wame kwenye mahadarati kwa sababu hakuna ground ground zilienda zikauzwa, na time hii tuliongea na governor, governor akasema atatushughulikia, lakini still bado hatujapata breakthrough. Ningeomba tu wale vijana ambao wanatumika kwa kupewa pesa kidogo kidogo ili walete vurugu, sisi tunaomba vijana wenzangu, naomba tutulie ili hii by-election ya kesho iishe na amani. Yule ambaye atachaguliwa asikiza wananchi wale ambao wanataka ili tufanye kazi kwa pamoja. Mtazamaji, hiki ni kituo cha biashara cha Kwandomo, wadi ya Sabaki, kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, na kama unavyoona tayari maandalizi kwa ajili ya uchaguzi wa Alhamis tarehe 27 Novemba mwaka huu yanaendelea mahali hapa, ikiwa ni uchaguzi mdogo wa kumchagua mbunge wa eneo hili la Magarini. Tumepata fursa pia ya kuzungumza na wakaazi wa eneo hili na wakawa na haya ya kusema kuhusiana na zoezi zima la uchaguzi. Kuna shutuma kuhusiana na IEBC. Tumekosa imani kwa sababu kunazo shutuma ama lawama la, la, la za hapa na pale ya kwamba kuna udanganyifu ambao unasusiwa ama umepangiwa kufanyika hiyo kesho lakini sisi kama wakazi wa huku tunachotaka ni amani na uchaguzi wa huru, kwa sababu tumechoka kutumika vibaya, kwa sababu unakuta mara nyingi tunafanya uamuzi sahihi, lakini waamuzi ambao ni IEBC wanatuamulia uamuzi ambao ama viongozi watachagulia viongozi ambao hawafai. Ndio maana tumeishi katika maisha ya kuteseka, ni miaka mingi, Magarini imebakia vile vile. Wale ambao wamepanga kufanya unyanyasaji katika uchaguzi wa kesho Tahadhari na nionyo. Sisi kama raia wa Sabaki Ward tutalinda kura, haijalishi nani atashinda. Sio Stan sio Stanley, sio Harikombe. Wote tunatakiwa ushindi lakini wa haki, kwa sababu iwapo haki haki yetu itahujumiwa basi tutachukua hatua, na ndio pale watatuita sisi ni wahalifu, ambapo ni jambo ambalo wamelitumia sana kwa muda mrefu. Kwa hivyo nawaomba sana IEBC Magarini, uh, Kilifi haswa Magarini, zingatieni ukweli na haki, tafadhalini sana. Tunaomba hiyo M28, vile jamaa wanatutangisha sisi, tumekaa tumeka hewani, hatujui ni ya huyu au ni ya huyu. Kwa hivyo tunaomba wabunge, hata yeye atakayeingia kesho, hatujui ni gani, lakini yule atakayeingia atutetee kulingana na M28. Hii bridge ni kama yote imeuzwa hii bridge hapa, yani mahali tunakaa ni kama pote kumeuzwa. Sasa kama sisi tut, tutakaa wapi? Sisi wananchi tunataka amani ndani ya Magarini. Atakayeshindwa akubali matokeo, kwa sababu hii e, ni mtihani ambao e, kuna mshindi na mshindwa. Sisi kama wakaaji wa Magarini tumechoka na hayo mambo hayo, kusema mtu amepiga kura, alafu kesho hivi hivi amebwa kura. Tumechoka hiyo mambo hiyo. Kwa hivyo naomba serikali kuu nini nini yaangazie jambo kama hilo kura ziende kwa amani, kichaguliwa atuangalie sababu hatuna hata mahali ya kukaa, shamba zinaenda hizo chenye. Naomba ni serikali iweze kuweka ulinzi wa kutosha, yani ili kura yani ziende vizuri, yani sababu kama ulinzi utakuwa kutosha, hapo lazima ni isenda kimakosa hizo kura hapo kesho. So serikali yahakikishe imeweka ulinzi wa kutosha ambao itafanya kura zitaenda sawa hapo kesho. Koko FM imekita katika kukujuza wewe mtazamaji wetu kila habari zinapochipuka kuhusiana na uchaguzi mdogo wa eneo bunge hili la Magarini, nikiwa katika wadi ya Sabaki, kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Hamisi Kombe, Koko FM, ladha ya Pwani.